Kwa miaka na mikaka wakazi wa, wa manispaa ya Geita wamekuwa wakipata masaibu kutokana na uduni wa miundombinu kwenye kituo kinachotumiwa kwa sasa ambapo wameishukuru serikali baada ya halmashauri ya manispaa ya Geita kusaini mkataba wenye thamani ya zaidi ya bilioni 19.17 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kituo cha mabasi cha kisasa katika eneo la Magogo, kwa sababu hatua waliofikia sasa inatia matumaini tofauti na vile ilivyokuwa hapo mwanzo wananchi walikuwa wakisikia tu kwamba kuna ujenzi utakuja kufanyika wa stendi kubwa ya kisasa katika mkoa wetu wa Geita, lakini juzi kwenye kusaini ile mkataba, nafikiri wameona kwamba namna gani stendi itakavyokuwa. Maana tumeonyeshwa na picha stendi itakavyokuwa, lakini tumeonyeshwa na ramani itakavyokuwa. Na bahati nzuri, sehemu inapojengwa ni Magogo, ambako mji wa Geita unaelekea kule, imetupa faraja kubwa, na Ma inatuonesha mama bado anatu... kumbe mama anatufikiria na mama bado anatuwaza kwa changamoto tulizokuwa tunazipitia hapa stendi, na baada ya kupata kupata habari ya kusainiwa mkataba wa ujenzi wa stendi mpya tumepata faraja sana, hasa wafanyakazi wa eneo hili, kwani changamoto tunazozipitia hapa ni ngumu sana. Vitumbua vyangu kiukweli, kwa mfano, tunavyofunga hivi ikifika kama muda saa tano saa sita hapo hapa vumbi imejaa, kwa hiyo natakiwa tena ubadilishe hey, na kwa imejaa vumbi hapa na, ukiuza, uki, ukiweka tu ukiuza kiumu ndani haviendi eh, hadi weka hapa juu, elfu moja kama tunavyouza sasa. Kiukweli, standi ya hapa Geita haifurahishi katika nyakati za changamoto. Watumiaji wa kituo hicho walitoa kilio chao kwa serikali kutoka moyoni kuonesha kuchoshwa na hali hiyo, huku vikao mbalimbali vikifanyika kukabiliana na hali hiyo. Agete sio ya mwaka huu, ni miaka yote eh? yaani hii kama serikali itatusikiliza ituletee mkandarasi ambaye atakayeweza kutengeneza mitaro yetu ikae katika sehemu salama, maji yaweze kupita vizuri bila shida. Angalia mafuriko kama hayo. Mkataba wa ujenzi wa kituo hicho utakuwa wa miezi kumi na tano kuanzia Juni 20 mwaka huu chini ya mkandarasi Siotech Engineering Company Limited pamoja na MJ Global Contractors Company Limited. tumejipanga vizuri kuweza kutekeleza huu mradi kwa wakati kuanzia hivi sasa baada ya kusaini rasmi e, mkataba huu. Tunaelewa kwamba mkataba huu ni wa miezi kumi na tano baada ya kufanya mobilization. Kwa hiyo na kutokana na uzoefu tulionao mkubwa wa kufanya miradi ya construction, tunauhakika huu mradi tutaufanya kwa wakati na kwa ubora. Muda wa miezi 15 aliopewa tunaamini kabisa wa ukubwa wa eneo lakini aina ya eneo lenyewe liko tambarare, hali na changamoto nyingi. Tunaamini kabisa ndani ya huo muda tukiongeza usimamizi kama yeye mwenyewe alivyotoa ahadi hapa, basi uh, stendi itakamilika kwa wakati na tutaondokana na changamoto ya muda mrefu ambayo stendi yetu imekuwa ikionyesha kwa wale wasafiri ambao wanapata shida. Fedha za mradi wa kituo hicho ni sehemu ya mkopo wa Benki ya Dunia wenye lengo la kutekeleza mradi wa boreshaji miundombinu ya miji Tanzania taktiki. Na kituo hicho kinajengwa katika eneo lenye ukubwa wa hekta 10.9 na itakuwa na uwezo wa maegesho ya mabasi 42, bajaji 100 na pikipiki 152. Na hakuna mbadala wa stendi nyingine. Stendi ile ya zamani, kila inaponyesha mvua atakupeleka abiria naogopa kupeleka pale stendi. Chini ya daktari Samia Suluhu Hassan stendi mpya ya kisasa inajengwa, na sote tumeshuhudia utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa stendi hiyo.